Wagonjwa kama hivi leo tayari na mnaniombea na mmeniombea, na mzidi hivyo. Jamani wapendwa, yani kitu cha kwanza, kitu cha kwanza ni maombi. Maombi, maombi yenu, nini, yameniokoa, yameniponya. Maombi yenu kwa kweli nawashukuru sana. Mungu wabariki. Mwalimu, maombi ulioyapaza hapa siku yenyewe, siku Mungu anaijua, kweli kabisa, yalikuwa maombi mazito na yaliniinua. Hata mahali nilipokuwa nililala, nikasikia kama kuna mtu anakuja, ananiinua, ananisimamisha, nasimama, nasikia la na nguvu, na maombi hayo hayo mliyoyaomba yameniongoza. Wakati natolewa hapa, eti napanda basi Maumivu yote yalibakia hapa nilipokuwa nimelala. Mimi niliondoka mimi kama mimi sina maumivu yoyote, mpaka nafika ninako kwenda. siku- sikula wala sikunywa, lakini sikusikia njaa wala chochote, mpaka nafika hospitali wananipokea vizuri, ninahudumiwa vizuri, nikamwona Mungu kupitia maombi yenu. Mungu, Mungu M -m -m. Likabisa, mungine, Mungu awabarikie na Mungu awajibu. Kweli kabisa, wakati mwingine bado Mungu ananikutaji, walikuja wenye vyoo vyao wenye kazi zao, na walikuwa na shida kama ya kwangu, lakini hawakuhudumiwa kwa wakati kama nilivyohudumiwa kwa wakati. Huyu alikuja sister na alikuwa ni daktari mkuu na yeye kumbe alikuwa na changamoto kama ya kwangu, akaandikiwa kwamba siku fulani unafanywa operesheni, lakini ile siku haikufanyika. Nikaanza kujihesabu, kwani mimi ni nani? Nimefanyiwa kwa wakati. Unajua kama changamoto unayo kwenye mwili, maumivu ya mtu anajua mwenye nayo. Ni kuna wakati mpaka unasema Mungu wangu, mimi afadhali singeza hivi. Ogopeni maumivu Mm. Yes, mkozi, maumivu ni mabaya kweli kabisa. Kama Mungu angekuwa anakuja kumchukua tu mtu kwamba anahitaji kumvuna pale pale, ukiwaongea na wenzio, anakuvuna tu, anakuchukua usipitie maumivu ya duniani, ingekuwa hili. Lakini kwa sababu tunapitia maumivu, tuombe sana, tuombe sana, Mungu akusaidie haya maumivu ya duniani usiya pitie. Yule mama alinihuzunisha, nikasema huyu mama mwenye cheo hajafanyiwa huduma kwa wakati, mimi nimefanyiwa huduma kwa wakati. Mimi ni nani? na hata kama Mungu, nimefanyiwa huduma kwa wakati, tumefanyiwa ni wengi, lakini waliovunwa kwa yale mazingira walikuwa hivyo. Bodi ile moja, bodi moja inatoa rumani wasiozidi nane lakini ndani ya watu nane watu watatu wakaondoka gafu, lakini bado mimi nikasimama nikasema, mimi ni nani? Mungu ameniacha Mungu? Nikaona kwamba Mungu bado ana haja na mimi. Lakini sio hivyo tu, Mungu alisikia maombi yangu. Mimi nasema jamani, Mungu awabariki. Mimi sina cha kuwapeni, mimi sina cha kuwapeni, aliyesikia maandiko humo yamezungumzwa mengi, kama yatakuweka makwazo kama kutakuwa kitu gani, jamani, sisi tuvumiliane na kusamehiana kisha tuendelee na safari yetu. Hata kama anaweza akatukia mmoja wetu wa kusema amechoka, amepata tamaa, tusimama hiyo, tuwe kama askari vitani. Asikali wakiwa vitaani, mmoja akipigwa risasi hmm, hata kama amekufa wanabebelea ule mzoga, na huku vita inaendelea, hawachi mzoga nyuma. Na sisi kumbe, tusiache mzoga nyuma, pamoja na ama, mizoga mingine. Binti yangu ameona tu mmeingia mapepo yamepeleka hmm, sio yeye, sio yeye. ni mapepo yanazoa na kimbiza, yanaenda kuficha huko mzoga mbali. Inawezekana hapa kuna sindano ya kumchoma katoka kwenye mzoga wake, lakini mapepo yamekimbiza. Sio yeye, sio yeye. Maana wote hawa mimi naona ni rafiki zake, imekuwaja kimgia hata kuna mimi zaika kama menawa mapepo. Mimi nimemwona Mungu. Na ninachomshukuru Mungu na mpaka leo, hata kama ningezimika leo, ninacho ninachomshukuru Mungu, mimi kwenye ujana wangu, kwenye utoto wangu sikucheza na duniani. Mimi nilikuwa kanisani, mazingira yangu yote mimi nilicheza, nilikuwa kanisani. Mimi nimekulia Sandei na nimezeeka Sandei na mpaka leo nitaifia Sandei. Ni wajane wangapi wamehangaika? Ni wangapi wame, ninamshukuru mm, ni Mungu ameniona leo. Kama nimehangaika na nikakutwa na hayo, mimi ningekuwa mgeni wa nani? <coughs> <coughs> ningekuwa mgeni wa nani? <coughs> mama, mama, Mungu yupo kwa ajili yetu, Mungu yupo kwa ajili yetu. Mimi safari ya Uganda nilifua sima ya ndio wote tena mwalimu nilikuwa sima ndio wote. Hela zote nimeshamaliza. Maana sisi kwanza kujua juzi wa, wa jana. Vile nilikuwa naambia naumwa zilikuwa ni pesa zinaondoka. Na sweti ya 50 na 20 ilikuwa ni kuanzia laki moja. Wale madaktari bingu waliopita kwanza zilikuwa kama laki tatu. Haya matibabu yao wakanipa. Yale matibabu yao hayakusaidia kitu. Kukainuka tena ugonjwa mwingine. Nikarudi tena. Nilioakiikaongeka nikapewa tena mzigo wa madao ninaendelea na haya haya tena nasimamisha, lakini kumbe hata tena haya kuisha mengi tena yanainuka. Mpaka safari ya kwenda Bugando inafika, mimi sina chochote, lakini siku ile ambayo Mungu kama alikuwa ameazimia kunichukua ikafika, na ndio siku hiyo na Mungu anakusanya watumishi, pesa zinaingia mimi kwa familia yangu kama ilitoka lakiila nyingi laki hizi laki mbili chini ya matibabu ya milioni moja kama na laki nne. Tumtegemee Bwana Yesu na tena ninasikia furaha, ninasikia furaha, sijawe kuona mpaka najivu nasema kwa kweli, Mungu wangu, kumbe uliniweka sijiena salama uliliweka sehemu salama. Sasa sema sikio a alisikia nini yeah? zile hela watumishi walileta, na mimi hata kama nilikuwa niko tabani sikuzishika. Watoto wote niliwaita wote wote wote wote wanaocheza na wenie wote niliwaita, jamani, angalieni angalieni, haya mambo watumishi wamefanya. Yaani kama mchungaji wenu, kama mchungaji wenu alikuwa hawezi kukaa

nimekuja kujifunza kitu. Watu wa Mungu hatuwachani, watu wa Mungu hatupendi wala hatutamani kuona mwenzetu kwamba anaondoka hivi hivi. Mungu awabarikini, jamani. Mungu awabarikii na hiyo kauli mka mwalimu akisema, jamani, mwende mkaombe wa kweli kabisa. Kama tukipata mema, kile tukawaombee, ni jukumu letu, ni wajibu wetu, tumetuma kufanya hivyo. Wakati mimi niko bugando kule, tena tena ghorofa kama sio ya nne sio ya tano, alitokea binti mdogo. Binti mdogo huyo ni mkubwa yule. Binti alikuwa na maombi mazito, tena alikuja na mamlaka kabisa. Anafika udini, anasema wagonjwa wote tulieni, mnisikie mimi. Nimekuja nimekuja na nini? Nimekuja na neno la Mungu nimekuja kuombea nyewe wagonjwa lakini sio kuombea wagonjwa tu. Kama umefungwa na mambo mengine, mimi nimekuja niafungue. Binti mdogo anaongea kabisa, tena kwa ujasiri, halafu ameshika limfuko tu kawaida. Mimi nilijua huko mikoani hakuna, hakuna hakuna masikini kama mimi, nilijua wote ni matajiri. Alikuja ameshika limfuko tu kawaida, lina ka Biblia tena kadogo. Aliongea maneno mazito na akatuachia maombi na kabla kutuombea akatoa shuhuda akasema, mimi tangu naomba nawatembelea wagonjwa wote odi zote hizi nimeshapokea miujiza mingi. Kuna mgonjwa nimemwombea, alikuwa alikuwa hawezi kuinuka wala kukaa, alikuwa hawezi alikuwa hawezi aa, lakini mimi nimemwombea leo, na kama kesho narudi napita nasajisha. Sasa nilipopita namkuta ameinuka, yuko anakula na wale ndugu zake wakamshukuru wakawambia binti, hongera sana kwa huduma hiyo, na endelea kufanya. Yule binti bahati mbaya akawa hana simu. Kama angekuwa na simu, mimi nitamani nimlete Kigoma, ila bahati yangu mbaya, namuuliza kanambia, mama, mimi sina simu. Binti wa hivi, kuna binti wa hivi leo hana simu. Watoto wetu wanapotea, kwa sababu naesiu <coughs> nyingi zinafanyaje zinaibuka na wenyewe wanazivamia haraka, hata kabla ya kufikiria. Kweli kabisa, watoto vamieni, nikiongea watoto waa, wanasema kakulishaanza mwileni, naongea hata kuanzia kwa kukilazi chanu. Watoto msivamie vitu ambavyo havivamiliki, msikimbilie simu. Mna kazi gani za kusema? Mbona simu kwa, mna kazi hizi simu? Nimekuja kumbua mwalimu, zinapoteza watoto zinapoteza mabinti wetu tukiwa nikiwa humu ndani nasikilizia wanavyovifungua wanavyoviangalia mm -hmm. Baba, nasema Mungu mm -hmm. We mwenyewe wajua mm -hmm. Wajua, tuombeane tuombeane, kwa hapa tulipofika, tuombeane sana ukikwazika kwa, mm -hmm. mm -hmm. kwa mwezio mm -hmm. sikia tukumsamehe hata bila kuomba msamaha sikia tu, sikia kumsamehe bure. Usimbebe mtu, usimbebe mtu. Jamani, narudia kwamba kazaneni kufanya kazi ya Mungu. Ukipata nafasi, ukiweza kuimba imba tena, kama hautuge kuimba, nimekuja kukumbuka kwamba kumbe kuna wakati mtu natamani kusimama kuimba, lakini huku huwezi tena kuimba. Ibada ya leo imenipita. Loo, hapa sasa bado, Mungu akamtuma na malaika, Mwanangu Ambelia Mama Sandei kwenda na kwenye ibada. Usiende Iluka, twende mwanangu. Hapa unasikia tu ndio unasima, lakini uweza kutoka hapa mpaka kanisani. Mwanangu siwezi. Twende taratibu. Mwanangu, mimi siwezi. Kwanza, si umesikia tena mchungaji amepiga simu usitoke hapo, mimi nakujua, utashangaa napona hapo. Amepiga asubuhi, usitoke hapo, bado unaumwa mwanani, usitoke kabisa. Ilikuwa kama saa mbili akidasat sasa lakini dada bado anakuja kumfukua twende. Kweli wapeli wa kweli kabisa, mtumikieni Mungu, vijana mtumikieni Mungu Hakuna vijana wazuri kama walioko ndani ya Yesu, mm-hmm. mimi napenda kuambia hata kama kwamba ugonjwa sio mmoja. Hakuna kitu kizuri kama unaishi maisha ya kujiamini. Walioko duniani hawajiamini hata, hata sekundi <coughs> hata sekunde. <coughs> ukitaka kujua hivyo kwa kwamba hawajiamini, wewe muite tu hata kwenye jambo dogo, anaruka mita nyingi sana kwa nini?